Bismillahi rrahmani rahim, alhamdulilahi rabilalamin salatu wassalamu ala rasulillahi murtada wa habibillahi mujtaba. Ni Shekh Jamal bin Abdulmalik Matipa, nimepata dakika chache kuweza kukumbushana sisi waislamu na jamii kwa ujumla umma, kukumbushana kuhusiana na habari za Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kutokana na dakika nilizopewa, naomba nikupe habari chache ili ukawe unatafakari namna gani ambavyo sisi Mwenyezi Mungu anatufanyia mazuri na kiasi gani ambacho sisi tuna mdhulumu Mola wetu. Swali aliloulizwa Julaiji, aliulizwa miongoni mwa maswali kumi na nne aliyoulizwa, mimi nitatoa moja ili tupate ibora katika habari hizo. Julaiji aliulizwa, ni kisima gani kimoja chenye maji ya fasheni nne lakini maji hayo hayachanganyikani. Kila maji yapo sehemu yake, yana ladha yake, yana rangi yake. Ndugu zangu Waislamu, ili tuone huruma mwenye alilo kimoja ya Mwenyezi Mungu kwetu, alipoulizwa ni kisima gani kimoja kina maji ya fashoni nne na hayachanganyikani, Juraji akasema, huwa ra's, kisima hicho ni kichwa. Katika kichwa kuna maji ya fashoni nne, lakini kwa huruma ya Mwenyezi Mungu amejaalia kila maji yamekaa sehemu yake. Katika kichwa kuna maji hayo kwa, ni yapi hayo? Puani kuna kamasi, machoni kuna machozi, mdomoni kuna mate, masikioni kuna usaha na habari zingine. Lakini vyote hivi Mwenyezi Mungu ameviweka sehemu yake ili mimi na wewe tuweze kuwa salama. Mwenyezi Mungu anasema kheri nyingi ninakufanyeni, inna a'tainakal kauthar, kheri nyingi nakupeni, lakini kalila ma ni kidogo sana ambavyo nyinyi waja wangu mnanishukuru. Hebu jiulize, laiti Mwenyezi Mungu angejaalia macho ndio kamasi ziwe machoni ziwe zikitoka machoni, vipi tungeweza kuona? Kwa hivyo Mwenyezi Mungu ametukadiria na pua zetu zilivyo ziko wazi, lakini Mwenyezi Mungu amejaalia machozi ndio yanatoka machoni kwa, kwa sababu kuna kuna stara huko. Kwa hivyo hivi vitu vyote vinataka tujiulize, na hii ndugu zangu laiti kimoja kikatoka kikaenda njia nyingine, basi hapo hapo unakuwa tayari umekwisha kufariki. Si vile ambavyo watu wanasubiri eti mpaka ubongo uchanganyike na damu hapana. Machozi yakiingia njia ya kamasi tunapoteza uhai. Mate yakienda njia ya kamasi tunapoteza uhai. Kwa hivyo hizi zote ni huruma za Mwenyezi Mungu ambazo watupasa sisi wanadamu tufikirie, ili tuweze kumwabudu Mwenyezi Mungu haka tukatihi kama alivyo tunadia, wala tamutunna illa wa antum muslimun, mwabuduni Mwenyezi Mungu ukweli wa kumwabudu na wala msife ila mufe hali yakuwa nyinyi ni Waislamu. Kame ila huna ntahaitu akula lakum, salamu llahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh.